So ukwa, ukwa una, unachangia sana naona, unasubiri maiki kwa hamna. Sasa tuko umetuona wapi? Umetusikia wapi? Yani umetokea wapi? Na ue umetuona wapi apa? Eh. Okay. Hmm. na umetuona hmm wapi yani kutusikia huu um, mradi wetu, mpaka ukaje mpaka ukaje hmm, umetusikia wapi, kwenye mtandao na wewe uko kwenye mtandao? Hapana, yaani kabla sijafanya hiyo kazi nilikuwa na biashara yangu ya mboga mboga kwa BC. Sasa huyo mteja wangu mkubwa huyo mama akaniambia, hapo unaje, hii biashara sasa unafanya kwa kusuasua. Akatoa sasa simu yake. Akanionyesha kama njoo weka hiyo besheni njoo. Mm -hmm. Wanionishe zile klipu zote nikaangalia sasa so ndio akaufungulia klipu e zete hey, ah, unaonaje? uh -huh. Nikaambia hapa sio pabaya, pazuri mm -hmm. Uko tayari aamea mm -hmm. Waaatawawkiwatai mm -hmm. Ah. Basi nipe muda mm -hmm. Kajifikiri mm -hmm. Kabisa kabisa kabe nitaondoka okay. Nikakaa siku ya kwanza ya pili, nikamfuata tena hapo, ushafikiria? eh, eh, uko unasemaje? nahitaji ulinielekeza na wapatapataje hawa watu. Nawaambia sasa, subiri, nakutafutia namba, kwa sababu mimi kule nilishapeleka watu wengi sana ndugu zangu, kama uko unapiga ndugu zako, mbona ujeni mimi nashinda watoto wadogo naweka wapi? Oh, maskini, yeah. Nashinda lakini natamani kule kwa, lakini nashinda watoto wadogo. Ana watoto, ana familia. Nipeleka wapi? Mm. Niko maana. Ni kama uko tayari wewe, nitakuunganisha naatsa, sio mpaka nijue kila kitu unaongea nao nini hapo, wewe nienda kwasilanawateda Nikakaa nikapiga mambo yangu kaka, nikachukua ile simu nikapiga mara tano, simu iko bizi. Nikasema labda kanidanganya huyu, nikampiga tena simu bbakabakikapita mdogoa usikate tamaa, watumie meseji watakujibu Okay. Muda ambao ananielekeza kwamba nitumie meseji watanijibu mm. Nikapigiwa, ukapigiwa, tunaongea na dada nani? Nikajielezea, kasema sawa sasa <laughs> si tunachukua watu <Wow. laughs> wa umri kuanzia miaka 18 mwisho 35, mhm mm nikambia, -hmm. Dada kweli mimi kweli nimepitiliza hiyo miaka lakini, <laughs> na naomba na nipe nafasi, yani hata dakika moja tu niji tu yani hata unione tu maskini ehe uh -huh. Sawa sasa mhm ngoja nikuelekeze. Akanielekeza hiyo siku, ilikuwa siku ya Jumanne, mhm mm akaniambia sasa, kesho siku ya uchaguzi, kesho ikapige kura usije aliyotokea mm. ah. e. e, e, e. na Mungu ametupitisha ah. ndugu yangu maana bila Mungu hapo tusingekatisha mm -hmm. mm -hmm. oh, katisha, wote tunamshukuru Mungu sana sana, sana. amani tuliyonayo hii ni Mungu. Inatosha. ni Mungu, eh kwa hiyo baada ya mambo kutulia ndo

Wakati wengine wanachezea amani yetu, wengine wanaiomba wapate tu namna ya kutoka wa kwenda kutafuta. Kwa hiyo karibu ndio ukafika ukapokelewa, wakakuona ni mama tu mwenye nguvu zake, una uwezo wa kwenda kupambana. Ya, unajua watu wa umri ulioenda kidogo miaka arobaini na tano hapo wengine hadi hamsini. mm. unakuta wana matatizo sasa ya wameshaanza kusikia mara migongo inauma mara viuno vinauma, kwa hiyo inaletaga changamoto kwenye hizi kazi. Ndo maana kidogo tulipunguza umri, kwaona vijana ambao wana nguvu ndio tunaweza tuka wakaja kupambana kwenye hizi kazi Wee. lakini kuna waliojitunza vizuri kama wewe, una umri gani kwani? arobaini. Ukijitunza vizuri, ulikuwa unauza mboga mboga pia, ulikuwa unazitandika vizuri, unazira. Kwa hiyo unaonekana afya yako yani iko imara, lazima ule safi sana. Wengine wanafikiri mboga za majani labda ni umaskini, hamna. Yaani, zile ndio zinakupa afya. Wanaokula manyama nyama ndio waishiwi visukari presha, makansa, ayo si tunafikiri huo ndo, ndo, ndo nani? okay. So dada Happy, we una familia, umewachaje ume, sasa una mume, watoto da? mm-hmm. Watoto watatu yupo tu nyumbani. Yuko nyumbani? Yuko nyumbani. Eh, uh -huh. Amekaa nyumbani kwa sababu gani? Maksi zake hazikumruhusu kuendelea. Eh. Mke. Okay. Ya kuangalia na mimi mama mtu kipato nilichokipata. Yaani ile inatuletea kodi ya nyumba na kula basi. Mm, kutokana na e, biashara yako, Ehe. ya kuuza mboga mboga. Ah. Nimeishia hapo. Mhm. Mm -hmm. Kwa yule akafanyaje akakaa. Sasa wakati um, anakaa huyu na akawa nawaza, sasa kuna wengine wawili waliobaki mm. wadogo zake. Wadogo zake. Wanasoma la ngapi? Kuna mwingine kwa form 3 mwakani form 4. Kuna mwingine mm -hmm. kwa darasa la sita mwakani darasa la saba Huyo alomaliza akamaliza alo nini form 4. Form 4. Form 4. Wa kike, wa kiume? Wa kiume. Oh, wa kiume. Maana angekuwa wa kike ningemwambia mlete huku kafanye kazi. Anayemfuatia sasa ndio mm. naye anamaliza form 4 mwakani mm. Alafu tena nimfuatia anamaza na saba mwakani mm -hmm, cha kiume. Mm -hmm. Sasa, baadaye nikaza nikasema eh, sasa huyu naye kakaa na hao wili wale wake tena. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Nifanye nini? Hii kazi nimeifanya kweli, lakini haini. Haini pili, hela kusema, nataka kuna hela kidogo nitaitunza, amna. Mm, amna. Sasa, aliponipa chance yule mama kwamba waone kwanza hao. Mm. Nikaona hata hii ni fursa. Okay. Kwanza. Mm -hmm. Kumbuka, kabla yako dada, yule mwanamume tulianza mwaka huo, mimi nilikuwa sikaina ah. Kwa hiyo kwenye hao watoto watatu mezana na mwana mwanamume mmoja huyo mmoja huyo huyo mmoja kwa hiyo hamuishi pamoja, zili kwanza zile mbingi mbili kizani, nilikuwa simuelewi tu, ningasema tusifike babaye, mbona mna watoto wakubwa? hey, mtoto wa form 4 form 2 na darasa la 7 hajafika kwenye koo me, meishi miaka yote pamoja wote toka umezaa watoto wote, kwa nini unakuja kuachana? Lini kutengana? Lini kutengana? mimi yule akunitambua, akutambua maneno yake kwamba anakuacha, ila mimi tu niliona tu mimi ndio yake, sielewi. tarehe moja mwezi Januari, wewe ndio uliondoka? mimi ndio niliondoka mwaka huu eh -eh. na ukaondoka, ukaacha watoto au watoto umeondoka nao? wale watoto niliwaacha kwa muda kwamba Hebu kwanza ghadabu yangu likaishe mm. mm. kwa hapo mlipokuwa mnakaa mmepanga mmejenga kwa hiyo watoto wakabaki pale na baba yao maana mm -hmm. ni mwaka huu <coughs> tu sio muda mrefu kwa hiyo bado wapo pale <coughs> na baba yao au ushawachukua <coughs> wapo pale na we uko ulikwenda kupanga ukawa huko peke yako Nilijitahidi ni kupanga sehemu ambapo mm. ni sehemu rafiki unaweza watoto kuwaona ni rafiki na fikika, wanakuja kukusalimia hey, lakini kulala na kuishi wow, ni kule kwa baba yao mwezi hey. Okay. Si, wa, wa tisa nikapata safari kidogo kumalizia okay hakuja wewe yalikufanya uondoke ni nini? tumezaa naye watoto watatu wakubwa hivyo, shida ni nini? Cha kwanza. Mm. Uchumi. Uh? Uchumi. Uchumi? Ehe. Okay. kwamba kipato hana hana hela, uchumi ni nini? Yani... anafanya kazi afanya kazi yule kazi. Mm. Mm -hmm. mm. ah, okay. anafanya kazi okay. au sijui ni biashara lakini yeye hela hana ha, lakini kila siku, sasa, siku ana ana mlevi. Ana, Ni mlevi? Anyu pombe. Anyu pombe. Lakini, hel, lakini hela kila siku anaenda kijiweni ana kazi lakini hela hana sina okay. Sasa ndio maana nikwambia, ndio hata ule ule msingi wangu ule kile mm. kisema nizungushe. Ila kwa hiyo wewe sasa, ile mm. biashara yako ya kutembeza mboga na ya beseni okay. Mm. ndio hiyo hela mm. inayopika pale nyumbani ehe mm. ndio ndio mm. hiyo unapika mm. si ndio mm. yeye aache hela ya kula hana hana hata hela ya kula hana. So kwamba ni hela ya kujenga au ya nini? hata hela ya kula Ha, ha, na, toka, aache, yani, yani, yani tokee mara moja moja mara moja moja anakuachia tena akitoka, biashara mbaya, mimi sina hela. Anakuachia kidogo kijiweni, kugumu. Kwa muda gani hiyo hiyo situation iliendelea? Hey, nimesubiri na miaka miaka kwani mm imetoka mpaka mtu na unaamua unasema sasa basi, mmm ya maana yani umechuka. Lakini tena nikaja, alipo tuma wale watu, nikaja ngakumbuka, nikasema Biblia inasema hivi, samee mtu saba mara sabini. Ila sasa namsamee, ndio sawa, narudi pale, lakini ikirudi sasa, nirudi kivingine. Mmm, kivingine kivipi? mmm anakukataza si ulikuwa unafanya biashara toka, anipe hata angalau mtaji dada sasa. Mtaji nani anakuambia unatoka kwa mwanaume? Mtaji unatoka kwenye mikopo huko, mm -hmm. kwenye vikundi, kwenye mabenki. Mwanaume mm -hmm. hawatoi mitaji na wakitoa mitaji hizo hiyo hela haiwezi kuzalisha inaisha tu kwa sababu hawezi kukudai, ila ukitaka kuendelea mtaji kautafute kwenye mikopo ambayo unadai utadaiwa. Yani, ukilala kitandani kidogo tu unashtuka kwamba anakuja kuchukuliwa vitu. Hey, e, sasa hiyo ndio inayowaweka watu kwenye umaskini yani. Ukishaona unatafuta mtaji kwa mwanaume, wewe hauko serious na biashara mm. Na ye sasa angetoa wapi? Yesi kasha kwambia ana hela siku zote na mpaka uliondoka, kwa hiyo hela angeitoa wapi? Kwa hiyo sasa alipotamka kauli ile kwamba ye alitamkaje? Kwamba sasa hivi, dada, sikashanipa muunganiko kwa wale watu, kweli mimi nakaa kweli, nikarudi nikatii, nikakaa kwake wiki wiki moja. Wakati nimekaa pale, namsogeza karibu, ili nifanyeje nipate kutoa vile vitu vyangu kule, sababu sasa na kwa nyumbani, sababu kama kule kitu kile kazi kule nimeipata. Wewe kama kule ndo unalipia kodi ya nyumba, hakai mtu nimekaa. Vyombo mm, na vyombo utoa. Kwa nini ulivyoondoka, ulikuwa ushajipanga umenunua vyombo vipi, au uliondoka ulipunguza vyombo nyumbani? Hapana, sikufanya hivyo. Sasa sikufanya hivyo kwa sababu gani? Na mtoto. Kwa hiyo ulienda ukanunua vitu upya? Nikaanza upya. Ulikuwa na hela shoga yangu au ulikuwa na sponsor? Stori yake inaonyesha <laughs> alikuwa ana, ana biashara ambayo hawezi kusema. Uh -huh. Eh, biashara ya beseni. Uh -huh. Una, uh, una aku, si ndio unaelezea. Ule mwezi wa 12 kabla sija yani kwa mwezi wa 12 kabla kwenda Januari ndio nataka nihame pale. Mm. Ukweli wa Mungu jamani na Mungu, Mungu. Ndiyo. Na Mungu. Ndio. Tulivunja kikoba. Unasema okay. Alikuwa anacheza kikoba. Miezi ya nyuma. Mm. Kwa ile hela nilivyoipata ile hela hii. Na hapo sawa. Eh. Mama na vikoba na yani unakubalia kabisa. Ni kuichwela eh, mm. Ile ya kule ndo kaona kazi maisha haupo hapo, ni wakati unataka kuondoka, sio kuondoka kwa vibaya

mvua ikianza kunyesha, kwa hiyo ule mda ntakuwa nimekaa, sina maumivu popote, mi sio mlemavu, siwezi sio kazi ya kufanya binadamu, mi naenda kutafuta hiyo, nenda kufanya hiyo

kipata ba chochote kitu mm -hmm. Nambia baba si ngombe muda naekana kuvumilia wewe mm -hmm. na mimi umri ndo unazidi kwenda, alafu mwanzo mimi ndo ni ndo mwanzo na uchungu na waza huyu aleka mm -hmm. kwa maana mm -hmm. ningekuwa mm -hmm. na hata ya ziada ningepika hata ufundi wa mtoto. Kwa hivyo na kumwacha hivi mtaani hivi na mtengenezea, yani sio mazingira mazuri, ndio wao wataishia kwenda kuandamana huko wapigwe huko na kufa. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu nikipambana nikamwambia yeye sasa nikamtafuta mtu mwingine wakati wewe upo. Kwani Mungu akinisaidia siku nikipata ile pesa mm. Nisaidia watoto wako hao watoto mm. Ah, wa kwangu mimi, lakini hao si watoto wako mm. Hebu usio na roho ya kikatili, nisaidie, kwa sababu mm. mm. siwezi kutoka hapa nikamtafute mdhamana mwingine wakati we wakati upo, upo. Na hawa watoto ni wakwetu itatusaidia